Dakika tisini zimetamatika za mchezo mkali wa ligi ya soka Tanzania Bara, ligi ya NBC, ambapo klabu ya soka JKT Tanzania nyumbani katika uwanja wa Major General Samhuyo aliweza kuikaribisha klabu ya soka Simba na hatimaye kuweza kupata kupoteza mchezo huo, na klabu ya soka Simba kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja. Klabu ya soka JKT Tanzania walianza mchezo vizuri kabisa mpaka dakika 45 za kwanza zinamalizika, hakuna timu ambayo ilikuwa imeweza kupata bao. Lakini kipindi cha pili kilipoanza tu dakika ya 60, yes Edward Songo katika kiwango bora, goli safi kwa kweli, limetengenezwa kuanzia kwa Popi Takasunda, anaweza kuitanguliza klabu ya soka JKT Tanzania na kufanya mambo kuwa moja bila lakini, kabla hajamaliza tu kushangilia, dakika tatu tu baadae, dakika yes, tatu tu baadaye, lakini moja kwa moja, ah, yes, yes, moja kwa moja. Klabu ya soka Simba tayari wakawa wako mbele kupitia michezo. Ah, huo. Sasa moja kwa moja katika moja ya matukio ambayo tumeweza kushuhudia siku hii leo ni klabu ya soka Simba, goli la pili liliweza kufungwa na mchezaji hatari kwa kweli Jonathan so, alifunga goli dakika kama ya sabini na mbili hivi, kaenda kushangilia kwa kweli, na mtanange huo kaishia hapo mbili kwa moja, kini goli ambayo linaonekana kama eh, klabu ya soka JK, eh, klabu ya soka JK Tanzania alinyosha mikono kisi, eh, kama ameonewa kwamba Jonathan Soa, alikuwa katika eneo la kote. Sisi tuko hapa ili kuletea uchambuzi kamili kupatia goli hilo ambalo liliweza kufungwa na mshambuliaji huyo Jonathan Sowela kama ni maaka kwanza kutana video hii basi usisahau kusubscribe like na kushare pamoja na Kokomes. Moja kwa moja atakwenda kukupa utambuzi sahihi. Moja kwa moja goli hilo lilopigwa lilikuwa ni counter attack, ambapo klabu ya soka jacket Tanzania walikwenda kushambulia katika lango la klabu ya soka Simba, lakini moja kwa moja ikapigwa pasi nzuri, akatoka nao kwa kasi, kulikuwa bwana mdogo, Bwana Morris Abraham katika kiwango bora siku ya leo, akapiga mpira ambao mabeki wa klabu ya soka jacket Tanzania walikuwa wakiuzuia wakaokosa, lakini moja kwa moja mchezaji Jonathan Soa katika nafasi nzuri, kulikuwa akachagua engo, ambapo Eni Mpanzo alikosa katika engo hiyo hiyo lakini Jonathan Sowah akaweka kimiani na kufanya mambo ya kuwa buldan upande a klabu ya soka ya Simba kupata bao la pili. Lakini ukifuatilia vizuri kabisa mchezaji huyo Jonathan Sowah ye ilikuwa ni goli offside ama sio? Naam, hii haikuwa offside, goli halali kabisa. Klabu ya soka ya Simba wameweza kupata na kukusanyia alama zingine yes, alama zingine mb, alama zingine tatu moja kwa moja na kupata alama tisa na kuweka wastani mzuri wa kushinda kila mechi. Kwa nini hivyo? Nazmahivo moja kwa moja, wakati Marissa Abraham anapiga mpira huo unapotoka mguuni kwake, basi mchezaji Jonathan Sowah alikuwa katika eneo ambalo lilikuwa sahihi. Lakini baadaye alipochomoka, mabeki walidhani walisimama, wakidhani wakidani wameshaudhibiti mpira, lakini ukapita miguuni na hatimaye moja kwa moja ukamkuta Jonathan Sowah katika eneo sahihi kabisa onside, akachagua engo usahihi, yes, ambapo alipiga kipa alikuwa anaenda kwingine, alafu yeye akapiga mpira kwingine na kwa mshinda goli huyo uh, ingawa alikuwa katika kiwango bora kuliko bwana Omar siku hii ya leo, lakini ukamshinda mpira huo na kuifanya klabu ya soka ya Simba kupata goli hilo la tatu. Lakini kiuhalisia mchezaji huyo kama wakati mpira hapa katika, katika, uh, eh, katika, wakati mpira unatoka katika miguu ya Morris Abraham Eh, yes, Jonathan Sowah alikuwa katika eneo sahihi kabisa. Kwa hiyo goli lilopata klabu ya soka ya Simba goli la pili na la ushindi pia siku hii ya leo ni goli halali kabisa, si kama ambavyo wengine walikuwa wakidai. Wewe una maoni gani? Tuandikie kwenye comment hapa chini. Kama ndio mara yako ya kwanza kutenda video hii, basi usisahau ku subscribe, like, share pamoja na comment hapa hapa Hashim Online Tv, asante.